na tulizungumzia alismulmufrad leo, tutazungumzia jamu taksir. Jamu taksir jamu taksir, maanake ni jamu, ni wingi uliovunjwa. Katika lugha ya Kiarabu kuna umoja, kuna uwili na kuna uwingi. Kwa mfano tunasema masjidun, masjidun ni mufrad, yani ni umoja, ni msikiti mmoja. Ukitaka kusema vitu viwili kuna sugha yake maalumu masjidani, unaongeza alif na nun au ya na nun, yategemea na lile neno lilipo katika sentensi. unasema masjidani au masjidaini. Kitabun, kitabu kimoja mufrad. Kitabani, vitabu viwili, na mfano wa hali kama hiyo. Na pia kuna jama jama, maana yake ndo wingi. Kwa hiyo wingi katika lugha ya kiarabu unaanzia kwenye tatu na kwenda mbele Tofauti na lugha ya Kiswahili ama lugha ya Kizungu ambayo wingi unaanzia nambari mbili. La, kwenye Kiarabu, e, nambari mbili ni muthanna inaitwa yani uwili uko peke yake. Na kuna wingi ambao unaanzia kuanzia tatu na kwenda mbele. Mufrad ndo ambayo tushazungumzia na ambayo pia inairabiwa kwa haraka fatha, kasra, dhamma. Muthanna hii tutakuja kuizungumzia baadaye kwa sababu inairabiwa kwa hurufu, inaingia katika kundi la pili. Jam' at-taksir, jam' at-taksir kuna jamu taksir na ndo ambayo inatuhusu sisi, sisi, hapa leo, na kuna jama almuannath salim na hii inahusu eh, wanawake, wanawake wengi au vitu venye sifa ya, ya kike kwa mfano Fatima, Fatima mmoja ukitaka kusema Fatima wengi unasema Fatimat, unaongeza alif na ta maftuha mwisho wake. Zain au Zainabun, Zainab moja, Zainabat wengi. Na kuna jamu al mudhakkar salim, hii pia tutakuja kujongolea e, siku za mbeleni na ahkam zake, tofauti na jamu taksir, ambayo hii ni kinyume cha jamu al muannath salim. Hii nahusu vitu ambavyo au majina yenye sifa za kiume au wanaume, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun. Muhammadun moja, Muhammad mmoja. Ukitaka kusema Muhammad wingi Muhammadun. Kwa hiyo jamu taksir, turudi kwenye jamu taksir Jamu wa taksir e, taarifu yake ama definition yake ni kila jina ambalo linajulisha zaidi ya wawili Zain, pamoja na kubadilika muundo wake katika umoja, huwa lafdhun dalla ala akthara min ithnaini au ithnataini maa taghayurin fi binai mufradi. Hii ndio definition yake kwa kiarabu. kwa Kiswahili tunasema ni kila jina au ni kila tamshi ambalo linajulisha zaidi ya wawili sawa, ikawa ni wanaume au wanawake hii inaingia kote kote kwa wanaume na kwa wanawake, na hata vitu ambavyo havina jinsi. Kwa mfano vitu kalamu, e, msikiti na vinginevyo. Ithnaini manake wawili, akthara min ithnaini, zaidi ya wawili wanaume, au ithnataini, au hata wakiwa ni e, wanawake. Almuhimu iwe ni zaidi ya wawili, pamoja na kubadilika muundo wake na mfumo wake katika hali ya mufrad. yani lile jina likitolewa katika hali ya umoja likapelekwa katika jama taksir basi linakuwa linabadilika haliwi vile vile lilivyo katika mufrad, na kubadilika kwake hakuna mfumo maalumu yani, linaweza likabadilika kwa hali tofauti tofauti. Mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, halafu turudi katika mwendelezo wa darasa letu. Ndugu mtazamaji, karibu tena katika muendelezo wa darasa hili, na tunaendelea katika jamu taksir, na tulizozungumza ya kwamba jamu taksir iko tofauti na jumuu nyingine na aina nyingine za jamu, tofauti na jamu nyingine ambazo tulizigusia hapa mwanzo, jamu Almuannathi salim na jamu Almudhakkari salim zina muundo maalumu zina muundo maalumu katika hali zake zote. Jamu taksir hazina muundo maalumu. Neno tunalichukua katika mufrad, tukilileta katika jamu taksir, kuna hali tatu. Ima linaweza likazidi herufi zen, kwa mfano masjidun, masajid. Masajid imezidi herufi moja, baada ya kuona herufi nne zimekuwa herufi tano, au inawezekana zikapungua herufi zen kwa mfano kitabun, hii ni mufrad, maana yake kitabu kimoja. Jam taksir inakuwa kutubun, baada ya kuwa ni herufi nne zinakuwa tatu. Au saa nyingine inaweza kuwa isipungue wala isizidi, lakini ikabadilika shakli tu ya herufi ya, heru, eh, shakli ya herufi au shakli ya lile neno. Kwa mfano asadun, herufi ni tatu, jamu taksir unasema usudun au usdun neno linabakia na herufi zile zile tatu, isipokuwa shakli inabadilika. Baada ya kuwa hamza ina fatha itakuwa na dhamma, na hii ndio ikaitwa jamu taksir kwa sababu imevunjwa, yani inabadilishwa, wala haina mfumo maalum. Inaweza ikabadilika hivi mara hivi mara hivi mara vile, tofauti na hizi jamu nyingine. Na jamu hii hukumu yake ni kama hukumu ya ism mufrad, yurfau bi dhamma adh-dhahira wa yunsabu bil fatha adh-dhahira wa yujar bil kasra adh-dhahira. Tutoe mfano

Inaweza ikaongezwa herufi, inaweza ikapunguzwa, inaweza isiongezwe wala isipunguzwe, ikabadilika shakli. Inawezekana ikaongezwa moja ikafutwa nyingine, na mfano wa hivyo. Kwa hiyo, at-talabatu hapo ni fa'il marfu, na kama tulivyosema wa alama tu rafihi dhamma dhahira kama tunavyoiona hapo. Ad-durusa pia ni jam'u taksir, imezidi herufi moja. Mfradi wake ni ad-dars, darsun, jam'u ad-durus, imeongezeka wao na

na hizi jamu taksir ni lazima ufundishwe uzisome nzeni, yani huwezi ukabuni uka unavutaka wewe tu. Lazima urudi kwenye makamusi lazima ufundishwe kila neno uambiwe neno hili jamu yake ni ipi. Kwa mfano kitabu, ulizia jamu yake, kama hujui utaambiwa kutubun, rasulun, rusulun, na mfano wa hali kama hizo na, na yote haya ni kwa sababu hayana mfumo au hizi jamu taksir hazina mfumo maalum Tofauti na jamu nyingine, ukishaambiwa tu mfumo wake we, basi jina lolote la mufrad unaweza kulipeleka mwenyewe bila hata kuuliza. Muhimu ukishafahamishwa formula yake na kuwa vipi, basi majina yoyote ambayo yanakubali jamu almudhakkar salim basi inakuwa kwa formula ile moja tu, na majina yote ambayo yanakubali jamu muannath salim inakuwa kwa formula ile ile. Mpenzi mtazamaji, tutamalizia na homework, ama tamrin au amal manzili e...